Katika kulitumikia taifa letu na kukuza utu, kwa kutoa ahadi hii tunatamka kwamba hatutatumia maarifa tuliyoyapata katika namna yoyote ambayo ni hatarishi kwa taifa na utu. E, Mungu tusaidie. mhitimu wa shahada ya ustawi wa jamii katika Chuo cha Ustawi wa Jamii. Nafurahi kwa sababu hard, kwa sababu kusoma hadi lot of stuff za kufanya at the same time chuo, kwa hiyo imenikuta na nafanya vitu vingi at the same time, lakini nashukuru Mungu nimepambana, 3 years sio mchezo. I'm done, thanks god. Yeah, ni kitu gani kusomea uh, hiyo shahada ambayo I think ni kwa sababu ya background nilionayo, ndio ilinisukuma niweze ni ni kufanya hicho ambacho nakifanya, na kwa sababu pia nilikuwa na muda uliniruhusu kusoma hii course, kwa sababu nilikuwa ni favor, nilikuwa naweza kuja jioni kusoma at the same time bado nikaenda kazini, endelea stuff like that, so nafurahia kwa hiki ambacho

unapokipata unakuwa proud of kwa sababu kinakuwa tayari kisha kuwepo. Hakuna hata siku moja kwamba kilichoingia kichwani kitaenda kondo. So I'm proud of nimemaliza. I'm proud of kwa kile ambacho nimeweza kukifahamu ambapo sikuwa nakifahamu kabla sijaanza chuo. So everything's fine, ambo, ambo, chubado. Ambo, chubado. Uh, yeah, is fine. Unapenda kusoma is not easy, kusoma is not easy. Ina challenge nyingi nyingi, utapata sapu, utaferi, utafanyaje, utachelewa lecture, utafanyaje, yeah. Lakini all in all we should put much effort kuna hicho kitu unachokifanya. Muamini Mungu, weka effort zako, soma kwa bidii. Yaani bila kusoma there's no way utafaulu. Unless utakuwa na lakini soma mtangulize Mwenyezi Mungu. Everything is fine. Ambao bado wamebaki I think wana bado wana nafasi kubwa ya kuendelea ku keep it up, kusoma kwa zaidi. And then God will do it. Ni nani ambaye alikuwa na kusupport kuanzia mwanzo wa masomo yako mpaka sasa na unamwambia? <laughs> Uh, mamaangu ya yeah. I talk to nyingi nyingi so I support uh, my coworkers, wanafanya kazi wenzangu na wana support kwa sababu mshahara siku kutoka kazini unapaswa mtu akakaa kwa nafasi yako, so thanks to them. uh, watu wengi of course wanafunzi wenzangu ambao tumefanya ile discussion, walimu of course they have been supporting me a lot, so sure. uh, shukuru, as uh, so Ah tunashukuru sana sana, asante, thanks so much pia uh, yeah. uh, salama. Unaitwa uh, nani na umehitimu shahada gani? Naitwa uh, Benito Leo na Dikiaga nimehitimu shahada ya ajira mahusiano na management ya umma, yani bachelor in labor relations and public management. Kitu ambacho kilinisukuma kusoma shahada hii ya mahusiano kazini na management ya umma ni kuna changamoto nyingi ambazo wafanyakazi wanazipitia wana mfano, e, changamoto za kimkataba, e, changamoto za kutokujua, e, sheria za kazi na haki za wafanyakazi kwa ujumla. Ni, ni kitu ninachojivunia eh, kufika siku ya leo eh, ni kwamba ilikuwa safari ndefu lakini Mungu ndio amejalia. Changamoto ni za kawaida, changamoto ni za kawaida kwa sababu mtu, mimi siamini kwa mtu ambaye anazungumzia kitu kwa ugumu sababu mtu anayezungumzia kitu kwa ugumu anakukatisha ana tamaa, kwa naamini kwa mtu ambaye anakuzungumzia, anazungumzia kitu kwa njia ambayo inaweza ikampa moyo mtu mwingine kufanya kitu zaidi ya hiki. Nani ambaye amekuwa msaada katika yako mpaka? Ah, ni watu wengi, ni watu wengi, watu wengi, familia, wazazi, marafiki, ndugu. Ah, Eh, walimu eh, na kadhalika na kadhalika, ni wengi ni wengi sana, nikiwataja wanaweza kufika zaidi ya milioni tisini. Chochote cha kuambia wanafunzi ambao wanabaki shuleni sasa hivi. Ah, kitu ambacho naweza kuambia ni kwamba wakubali kujifunza kwa mtazamo wako, elimu yako ya chuo, kusaidiaje, kuanzia, na kupokea mambo mapya, kwa mwanzo mpaka unapoendelea na kuendelea. Elimu ya chuo imenisaidia kwa sababu, hata namna ya kuishi maisha ya mtu aliyosoma na mtu ambaye hajasoma, hata lifestyle tu inakuwa tofauti. Namna unavyo behave kwenye kwenye jamii ni tofauti na mtu ambaye hajasoma, kwa sababu unatambua unasema. Uh, sisi tunakuwa shapi kwenye Essex, kwa maana una behave kwenye namna ambayo unajua hili ni jambo jema na hili sio jambo jema yeah. Wote e, wa mwaka wa masomo 2024-2025 watasimama na kutoa ahadi yao ya uadilifu na utii kwa taifa baada ya kutunikiwa tuzo mbalimbali za Taasisi ya Ustawi wa Jamii. Wanafunzi aliyeandaliwa ajiongee mbele ya mgeni rasmi na awaongoze wahitimu wote katika kutoa ahadi hiyo. Sasa tutoe ahadi ya uadilifu kwa taifa. Nitawaongoza kwa kusoma hatua kwa hatua, nani mtafuatiliza kwa kusoma kwenye kitabu chenu ukurasa wa mia na kumi, huku kitabu ukiwa umeshika mkono wa kushoto na mkono wa kulia kwa umenyanyua juu, kama nilivyofanya mimi. Sisi wahitimu wa, wa mahafali ya 49 ya taasisi ya ustawi wa jamii kampasi ya Dar es Salaam, na mahafali ya nane ya taasisi ustawi ya ya ustawi wa, ya ustawi wa jamii kampasi ya Kisangara baada ya kusoma masomo mbalimbali yaliyotujengea msingi wa utambuzi na uwajibikaji wa kijamii katika matumizi ya maarifa tuliyoyapata, tunaahidi kwamba tutatumia vyema maarifa tuliyoyapata kwa uaminifu na kujituma katika kulitumikia taifa letu na kukuza utu kwa kutoa ahadi hii kwa, tunatamka kwamba kwa hatutatumia maarifa tuliyoyapata katika namna yoyote ambayo ni hatarishi kwa taifa na utu, taifa na utu. He, Mungu tusaidie. Ate tukiwa bado tumesimama pegi namba mia moja na kumi hiyo hiyo, tunaimba kwa pamoja wimbo wa Tanzania kitoongozwa na Brasben. Asante d. Sasa tunaweza kuketi, Mheshimiwa mgeni rasmi na wahitimu wote tunaweza kuketi. Naomba nitumie nafasi hii nimkaribishe mkuu